Zangu barabara nyinyi ni mashahidi, tumejenga barabara kuu zote, tunajenga barabara za ndani zote, na mbunge hapa mwakilishi alikuwa anasema sijui ata atadai nini kwenye baraza la wawakilishi, kwa sababu mengi tushayafanya. Lakini tunachosema ni kwamba kwenye maendeleo tunatengeneza changamoto nyingine za maendeleo. Ndugu yangu mmoja hapa amesema tumepata barabara hii ya ndani iliyoingia hapa, lakini msuka upande ule wa pili kule mashariki na magharibi, zitatokea changamoto nyingine tu zitakazohitaji barabara nyingine. Tunasema bado kazi ipo ya kufanya. Tutaendeleza barabara za ndani, tutaendeleza barabara kuu <coughs> <coughs> hivi sasa tunavyozungumza, imeshafunguka bara kutoka Chake kuja Wete. Kuna barabara kuu kutoka Chake kwenda Mkoani tayari mkandarasi huko njiani anafanya barabara ya Chake Mkoani. Maana yake barabara kuu zitakuwa tayari na barabara za ndani kama mnavyoona, tunaendelea nazo. Kwa hivyo ndugu zangu, mnachosema ni kwamba kwa upande wa maendeleo ya vitu ndio hayo. Oktoba tunatiki.